haten piny kenya william ruto osingo ne jonyuolni onge japuonjre moro amora manotimo piny mar ksea ma biro rem yudo thuolo mar donjo e skunde mag sinia sekondar ne oloso e kaunti manarok e kinde mane oyuore nyasi mar lamo kama osee josiasa maktkata oseye josiasa magerosiasa siasa weche somo kabende ramo ni agenda mag sudo piny kenya sudo, piny kenya nyime malipot mar lidia okeyo

Itend piny oseo josiasa matiyo kod weche somo mar chwal agenda mage. Kolero ne jonyuol ni piny owacho oseketo ikruok makare. Mar neno ni onge japuonjre moro amora mabiro re madonjo skunde mag sinia sekondar. Those people who are introducing small politics and unnecessary propaganda into the education of our children, I am telling them to keep off

ruto yango ni piny owacho mare osiketo tenge omenda maromosilibrgen kod angwen mabiro konya siro mar somo kabende opoyo kenge masirikande osekawo mar gero klese ondiko jopuonj bende osingo medo kwan go mar sekta mar somo tume ya kwamba ile ambayo serikali tunatoa mbili kwa kila mwanafunzi Tayari serikali tumetoa 44 billion shillings this week to make sure that the transition in January is going to be smooth. Pesa itakuwa shuleni kabla ya watoto kufika shuleni. Jatend piny onyiso chir mare ni en kod geno ni singo mare mar chwalo piny Kenya mbele. Mondo mi ochal kaka pinje mani angadwa malo biro chopo kare. Kanisa hii ya CCI iko na international inamaanisha ya kwamba hata yale maono mimi niko nayo ya kutoa Kenya kutoka third world mpaka first world, ikae kama South Korea, ikae kama Singapore, ikae kama Malaysia. Pia hiyo vile yenu imetimia na hiyo pia itatimia. Kwa hivyo mimi nina hakika wana ambao tumefanya karibu na wewe, ukiongea safari ya kwenda Singapore, nilienda nikakaa, nikaanza kuangalia, nikaona vile Singapore ilikuwa first country ilianza mambo ya housing mambo ya mabarabara mambo ya uchumi kuwa mahali wao huko, wao hujua wa kwamba kura zote za Masai ni za William Samoei arap Ruto. Ukiona Ledama ndio anasimama hapa na anataja jina ya William Ruto, ujue kweli Mungu wako unasikia. Mujue Mungu anashika wa watu na ameshika na mi nimeona. Mbele ama namna gani? Raila alituacha hapa na hapa ndio si tuko kushirikisha kila pande ya Kenya ikuwe katika ndani ya maendeleo ambayo inaendelea mbele. Sisi kama tunatoka ile pande ya Nyanza, wa Masai, mount Kenya, kila mahali coast, kila mahali ijumuishwe ndani na hakuna pande ya Kenya iwachwe nyuma. bende okwa oganda jo kenya mondo med ndikore e okumba marsha kaka yurneno ni ogolnegi osigo mabiro kod chudo mamalo mar thieth. Lidia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.